Kijiji cha Kasinga kilikuwa maarufu kwa mambo mawili, ukame wa miaka mingi na umaskini uliota mizizi. Ilikuwa sehemu ambapo matumaini yalikuwa nadra kama mvua. Lakini yote yalibadilika siku mchungaji mmoja mwenye mavazi meupe na msalaba wa dhahabu alipoingia kijijini na kusema kwa sauti ya mamlaka, Bwana amenituma kuleta wokovu. Aliitwa Mchungaji Ezekieli alikuwa na mdomo wa kuongea kwa msisimko, macho yaliyowazunguka watu kama mashine ya kutambua siri, na miujiza ya kushangaza. Alipoomba kwa mama aliyekuwa tasa kwa miaka kumi na mbili, alipata mimba mwezi huo huo. Alipomwagia mafuta kijana aliyekuwa mlemavu wa miguu, alianza kutembea dakika hiyo hiyo. Watu wakaanza kuja toka miji ya mbali. Kanisa lililokuwa la udongo na bati likageuzwa kuwa hekalu la kisasa lenye vioo kaa za kisasa na viti vya dhahabu kwa wageni wa heshima. Lakini sheria zake zikawa tofauti: mgeni haruhusiwi kuingia na Biblia. neno liko ndani yangu, alisema kwa kiburi, hamtahitaji kitabu kingine. Waumini waliokuwa na pesa walipewa nafasi za mbele, karibu na madhabahu maskini walirundikwa nyuma, wengine wakikaa nje ya kanisa wakitazama kupitia dirisha. Veronika, mwalimu wa shule ya msingi na mfuasi wa kanisa hilo, alianza kuwa na mashaka. Aliwahi kumuona mchungaji akiwa peke yake usiku kwenye uwanja wa kanisa akiongea na kivuli kilichokuwa hakina umbo la binadamu. Alipomuuliza siku moja kwa ujasiri, mchungaji alimtazama kwa jicho la hasira akasema, mambo ya rohoni hayaeleweki kwa wenye akili za kawaida. Lakini Veronica hakukata tamaa, alianza kuchunguza. Alitembelea miji ya jirani, akauliza maswali kuhusu Ezekieli. Alijifunza kuwa huko nyuma aliwahi kuwa mganga maarufu kabla ya kubadilika kuwa mchungaji aliambiwa alikuwa mwanafunzi wa mzee mwenye jina la kutisha ambaye alitoweka miaka mitano iliyopita baada ya kuuza nafsi kwa nguvu za giza. Usiku mmoja Veronica alilala na ndoto ya kutisha. Alijikuta akiwa mbele ya madhabahu, lakini badala ya msalaba kulikuwa na kichwa cha mbuzi kilichokuwa kinacheka. Alisikia sauti, mchungaji wako si wa nuru Alipoamka aligundua alama ya ajabu kwenye paja lake, alama ya moto iliyofanana na alama aliyowahi kuona kwenye kuta za kanisa, nyuma ya madhabahu. Akiwa amejaa hofu lakini mwenye azma, Veronika aliamua kurudi kanisani usiku ili achunguze zaidi. Alipofika alikuta mlango wa siri nyuma ya jukwaa, aliingia na kukuta chumba kilichojaa mafuvu ya kichwa mishumaa myekundu na maandiko ya ajabu kwenye ukuta. Kulikuwa na picha ya mchungaji akiwa amepiga goti mbele ya sanamu lenye pembe. Veronika alikimbia na kueleza wanakijiji wachache alioamini. Wengi walimcheka, wengine walimtishia maisha, lakini baadhi walimwamini, hasa wale waliowahi kusaidiwa na mchungaji na baadaye maisha yao yakaharibika biashara kufilisika ghafla, ndoa kuvunjika, watoto kuwa na matatizo ya ajabu. Mwishowe walimvizia mchungaji usiku na kumfuatilia hadi msituni, walipomkuta akifanya tambiko. Alikuwa uchi wa kiroho, akizungumza kwa lugha isiyoeleweka, akimwaga damu ya kuku kwenye udongo. Walipopiga kelele na kuwasha taa, aligeuka kuwa kama mnyama kwa ghadhabu lakini kisha akatoweka gafula kwenye moshi mweusi. Mchungaji Ezekieli hakuwahi kuonekana tena, kanisa lilifungwa. Veronika akiwa na ushuhuda na uthibitisho wa picha na video alizorekodi, alisaidia waumini wengi kurudi kwa imani ya kweli. Walijenga tena kanisa lao kwa misingi ya kweli, wakiruhusu kila mtu, maskini na tajiri, kusali pamoja. Lakini hadi leo Veronika huamka usiku na kuona kivuli nje ya dirisha lake, kivuli kisicho na umbo kamili, kikiwa kimenyamaza, kikimwangalia. Aliwahi kuambiwa na mzee mmoja kuwa watu wanaojaribu kuangusha nguvu za giza huwa hawasalimiki kabisa, lakini Veronika alijibu, kwa Mungu yote yanawezekana. Imani yangu inaniambia hizi ni nguvu za giza, na hii ni vita. Nitaishinda kwa kishindo kikubwa sana.